Mkuu wa wilaya ya Bukoba, Erasto Sima amewataka madiwani wa halmashauri ya Bukoba kuhakikisha wanashiriki vyema zoezi la kuhakiki watoto wote wanaotakiwa kujiunga na kidato cha kwanza, elimu ya awali na darasa la kwanza wanaenda shuleni kabla ya daftari la usajili kufungwa. Kupitia kikao cha baraza la madiwani cha robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025 2026, amesema anasikitishwa na baadhi ya wazazi na walezi ambao hawajatekeleza agizo la watoto wao kuanza mwaka wa masomo tangu shule zilipofunguliwa Januari 13 mwaka huu, huku akikemea kushuka kwa maadili kwa baadhi ya wanafunzi mpaka sasa. Pia kama siku mbili zilizopita kidato cha kwanza kwa halmashauri yetu ya wilaya Bukoba wanafunzi walisha ripoti kwa asilimia themanini tu. Kwa hiyo kuna zaidi ya asilimia kumi na tisa na sehemu hawaja ripoti mashuleni, na hawa wanafunzi tuko nao wa makwetu. Waheshimiwa madiwani, haya ni ya kwetu. Mkikaa kwenye vikao vyenu, mna wenye vitu wa vijiji, mna wenye vitu wa vitongoji wako walimu katika maeneo yetu na watumishi mbalimbali katika maeneo yetu, tuendelee kuwasisitiza, lakini sio kidato cha kwanza tu, na darasa la kwanza na madarasa ya awali yale, waende shuleni. Kwa hiyo niendelee kuwasihi, waheshimiwa madiwani, mkisikia vilio vimeanza sana kule, ni kwamba tunasisitiza watoto wote waende shuleni, lakini sambamba na kwenda shuleni, pia tuangalie tabia za watoto wetu, pia tuongee kwenye vikao vyetu, na sisi wote tunaingia kwenye nyumba za ibada, tusaidiane hali za watoto wetu sio nzuri sasa hivi, tabia zao zimekuwa sio njema sana katika maeneo yetu. Watoto wadogo mpaka shule ya msingi wanapata ujauzito, sekondari wanapata ujauzito. Tumehangaika sana na hili, swala la uvutaji wa bangi limekuwa tatizo pia katika maeneo yetu, na tabia zingine ambazo sio nzuri sana. Tuendelee kutoa sana elimu katika maeneo yetu. Kupitia kikao hicho Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bukoba ametoa takwimu harisi za wanafunzi ambao mpaka sasa wameripoti kidato cha kwanza na elimu ya msingi. Wale waandikishaji wa darasa la kwanza na awali inavyoonekana hapo chini, mpaka Desemba tulikuwa na asilimia 66 kwa elimu ya awali na darasa la kwanza ulikuwa asilimia 68, na Mheshimiwa Mwenyekiti, pia watapokelewa mpaka mwezi wa tatu ndio watafunga dirisha la kuandikisha mpaka sasa hizi. Madiwani wa halmashauri hiyo wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati inayoshughulikia masuala ya elimu wamesema watahakikisha wanashirikiana na, na uongozi kuanzia ngazi za vijiji na vitongoji ili watoto wote wenye sifa za kuwa shuleni wawepo shuleni na kuwaeleza walimu wote kwamba mwanafunzi mpokee kwanza, tujue kwamba yupo. Toa maelekezo, lakini hata kama hana kinapungua kitu fulani mwache aingie, sisi tubanane na wazazi. Nimeita mkutano, kwa mfano kwenye kata yetu ya Kaiwani, wenye viti wote wa vitongoji ili kila mmoja aende kwenye kitongoji chake kusaka kuhakikisha watoto walioko mle. Wazazi mwanzoni waliona kwamba muda upo wamejiandaa taratibu kufuatia mahitaji ya uniform daftari kalamu na vitu kama wa hivyo. Wao waliona kwamba muda upo, kumbe muda haupo. Shule inafunguliwa ndo wazazi wanakimbilia kutafuta vifaa, kumbe tarehe ya shule imeanza. Lakini kupitia vikao vya kamati za shule na bodi za shule, tumekaa na kuweka mikakati kwamba wahakikishe, na sisi viongozi tunafuatilia ksho, kwa kwamba tunahamasisha wazazi kuhakikisha kwamba wanawaisha watoto kwa kuwanunulia mahitaji ya haraka, tunakimbizana kabla ya kufika mwezi wa tatu tarehe moja, hiyo imefika asilimia mia moja. Na ili tunalifanya kwa sababu mbinu tunayoitumia tunaendelea kuelimisha wananchi katika mikutano mbalimbali mbali, ili watambue nini maana ya kuwaripotisha watoto shuleni ili wajue umuhimu wa elimu, na kupitia eh, kwenu waandishi wa habari hii eh, nitoe msisitizo kwa wazazi wote kwa wazazi wote kwa ujumbe huu. Yeyote ambaye ana mtoto aliyefikisha umri wa kwenda shule kuanzia elimu ya awali darasa la kwanza na kidato cha kwanza, ahakikishe anaenda shule. Baraza limewapa siku tano peke yake. Bila hivyo basi, sisi tutaingia kwa kasi kuwasaka wale wote ambao hawajatekeleza eh, agizo hilo Kuhakikisha tunawachukulia hatua. Licha ya masuala ya elimu, taarifa ya mkurugenzi imeeleza kwa kina swala la uwekezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa soko la ndizi Kemondo, mtambo wa kuosha dagaa Igabilo, uboreshaji wa stendo Kemondo na miradi kaza wa kaza, lengo likiwa ni kuboresha mapato ya ndani, kuongeza ajira na kutekeleza miradi inayogusa jamii kupitia mapato ya ndani katika halmashauri hiyo huku madiwani wakipata nafasi ya kujadili kuuliza maswali na kuwasilisha utendaji katika kamati mbalimbali wanazozihudumia kutoka katika Baraza la Madiwani ya Halmashauri ya Bukoba, mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digito.